Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Wajumbe wote wa chama cha ODM kutoka eneo la Nyanza wamefanya mkutano maalum ulioongozwa na kaimu kiongozi wa chama hicho Seneta Oburu Oginga. Wajumbe hao waliafikiana kwa kauli moja kumuidhinisha rasmi Oginga kuwa kinara wa Chungwa. Wajumbe pia wamekata kauli ya kuendelea kufanya kazi na serikali. Crispin Otieno na taarifa hiyo. Eneo la Bondo limezidi kusalia kitovu cha kupanga mikakati ya siasa ya mwaka 2027 baada ya hafla ya mazishi yake hayati Raila Odinga. Hii leo wajumbe wa ODM kutoka kaunti zote za Nyanza walifanya mkutano wa faraga chini ya kaimu kinara wa ODM Oburu Oginga. Katika mkutano huo uliohudhuriwa na mwenyekiti wa chama hicho Gladys Wanga na wajumbe wa eneo hilo wanachungwa wakiapa kutembea kwa njia moja wakiafiki kwamba watazidi kusalia ndani ya serikali mahuluti support Ruto. Mimi nawaambia leo. Yes. Nawaambia kwa uhakika. Baba alikuwa anataka, alikuwa anasema anataka ODM ikuwe na nguvu ndio tukimpatia Ruto support yeah, iwe ina nguvu. Yeah. Aidha, viongozi waliafikiana kumuunga mkono Oginga kuidhinishwa na baraza kuu la chama cha Chungwa kama kinara wa ODM. Governors, MCA, the elders, the church we We have have today endorsed Dr. Oburu Oginga as as the Not the the party party party leader. leader awaiting the final endorsement. We remain in ODM. ODM remains a distinct, strong party which can advance ahead. I'm very proud that you you have given me this support. And I want to to thank you immensely for what you have done to me. Viongozi wa chama cha ODM wamekuwa wakitoa kauli kinzani na kusababisha wafuasi wao kutoelewa mwelekeo wa chama hicho. Crispino Tieno runinga ya Citizen.